Okay. Karibu mtazamaji katika kipindi chetu cha saratani ambapo tunazungumzia masuala mbalimbali yanayohusiana na ugonjwa wa saratani. Lengo letu ni kuelimisha na kuondoa hofu isiyo na msingi miongoni mwa wanajamii. Kama kawaida, uko nami Leah Mushi, niko na mwenzangu Daktari Heri Tungaraza ambapo yeye anatufafanulia kwa undani zaidi kuhusiana na masuala mbalimbali, na hii leo tunazungumzia uvumi dhidi ya ukweli kuhusiana na saratani. Tukianza kabisa, unavyoanza kwa kusalimia watazamaji wa wetu, lakini na kujibu moja kwa moja swali ya, Dkt Heri, ukiambiwa una saratani, maana yake ni hukumu ya kifo? Oh, uh, wasikilizaji wetu na watazamaji wetu, nimefurahi siku nyingine tena Uh, tuko hapa kuongelea kuhusu saratani. Uh, Heri Tungaraza, Dar es Salaam, daktari bingwa magonjwa ya saratani hospitali ya taifa Muhimbili. Uh, swali so lako Leah zuri sana, ukiambiwa kwamba una saratani, si kweli kwamba ni hukumu ya kifo. Hapana, inawezekana ilikuwa ni kweli miaka arobaini au sijui ngapi iliyopita, lakini kwa sasa hivi tunavyoongea hivi leo hii sio hukumu, sio hukumu. Nimekutana na mm. mtu ambaye amekuwa na saratani leo tu ausini kwangu Aligundulika na saratani kama miaka minne iliyopita. Sasa hivi hana, kila kipimo akipima akipima, hakuna chochote si. Kwa hiyo sio kweli kwamba ukiambiwa una saratani basi ni hukumu ya kifo, si kweli. Kwa hiyo saratani sio hukumu ya kifo na ushahidi tumesikia. Labda tukienda kwenye swali jingine kabisa, je, saratani ni ugonjwa wa kuambukiza? Kwamba mimi naugua saratani kwa mfano ya kitu chochote, labda ya koo, ya shingo, ya damu, ninaweza nikamwambukiza mtu mwingine saratani? Hapana, na yeye hiyo anasema hapana, si kweli uh, saratani ni kati ya magonjwa ambayo sio ya kuambukiza uh. Na kwa hiyo kama una rafiki, una ndugu yoyote na saratani, muhudumie ipasavyo kwa sababu ugonjwa wake hautakupata uh, wewe. Na ni swali zuri kwa sababu nimeshai kukutana na watu ambao wameniuliza walikuwa na wagonjwa kama marafiki au ndugu zao, wakawa wanashindwa kuwahudumia wakihisi kwamba na wenyewe watapata saratani hmm. Nikawaambia hapana. Kwa hiyo kwa Kiingereza kwa tunasema kwa Kiingereza sasa uh, uh, kuna magroup ma, ma, ma, ma, ma au kuna makundi uh, ya aina mbili ya magonjwa, ugonjwa moja kuambukiza, nyingine ambayo sio kuambukiza. Saratani, kisukari, presha, ajali Eh, au matatizo ya figo hayo ni magonjwa ambayo siyo ya kuambukiza. Kwa hiyo okay. saratani mtu hawezi kuambukiza, huwezi kuambukiza kwa damu, huwezi kuambukiza kwa jasho, huwezi uh, kuambukiza kwa kujamiana, huwezi kuambukiza kwa, kula, kwa kule kuna vyombo kimoja cha chakula huwezi kumwambukiza mtu kwa kweli kwa saratani kwe, kwa hiyo watu wasiogope, wasiogope kabisa, wasiogope Okay. Tukienda kwenye swali jingine, uh, ugonjwa wa saratani unatibika kwa tiba za asili? Ndiyo, unatibika kwa tiba za asili na um, ni kwamba zipo tiba za asili nyingi sana ambazo zinaweza zikasaidia. Uh, uh, angalizo ni kwamba hizo tiba za asili lazima ziwe zimefanyiwa utafiti. Uh, wenzetu ambao wako Asia, uh, nchi za Asia nikimaanisha India au China wamefanya utafiti wa muda mrefu na wamegundua dawa zao za asili huko, ambazo zimeweza kuwasaidia na wanazitumia mpaka sasa hivi. Aa, pia ningependa pia kutoa mm, taarifa kwamba dawa nyingi za saratani ambazo mimi nazitumia au wenzangu ambao wanatibu saratani wanazitumia, au dunia inatumia, chimbuko lake ilikuwa ni asili, kitu kilijulikana kwenye mti, kwenye mmea. um, e, na zikaja kutengenezwa vizuri hizo ambazo tunatumia sasa hivi. Kwa hiyo asili, kwenye asili kuna majibu, kwenye asili kuna tiba. Kwa hiyo sio dawa zote za asili zinaweza zikatibu saratani, lakini zipo ambazo zina uwezo huo. Kwa hiyo jibu nikirudi tena ni kusema kwamba ndio, zipo dawa za asili ambazo zina zinaweza zikatibu saratani, na zipo ambazo tayari zinatumika tunapoongea hapa kwenye kutibu saratani kwa hiyo watu wasiache kwenda hospitali kwa kuzingatia tu dawa za asili, lakini pia wasi kama pia kuna dawa za asili, basi wawasiliane na wataalamu kama wewe. Kabisa kabisa kabisa, umesema vizuri kabisa Leah. Okay. Tukielekea kwenye swali jingine, watu wengine wanasema kwamba saratani inasababishwa kwa kiasi kikubwa na msongo wa mawazo. Je, hili lina ukweli kiasi gani au lini si kweli? No, lina hatutatumia neno kusababisha mm. E, lakini ukweli upo kwa kiasi fulani. Usababishaji wake uko na namna hii, sisemi kusababisha, ila inaweza ikahatarisha. Ukiona msongo wa mawazo kwa asilimia kubwa, sayansi inasema, na tafiti nyingi zimeshafanyika zikaonyesha kwamba ukiwa na msongo wa mawazo kuna namna uh, ubongo unafanya kazi unakuwa chini uh, ya, yaani unakuwa kuna mazingira magumu bongo kwa sababu ya huo msongo wa mawazo, na kwa sababu hiyo, kuna kemikali ambazo zinatengenezwa na huo mwili, mwili wako sasa. Hizo kemikali zinaweza kusababisha na zikapelekea kinga yako ikawa iko chini, na kinga ikiwa chini, e, saratani karibia zote zinakuwa na nafasi ya kukua. mm -hmm. A, a, saratani inakuwa kwa mtu ambaye kinga yake iko chini, lakini pia saratani na uwezo wa kukwepa kinga. Kinga inaweza kaiko imara, lakini saratani kaikwepa. Kwa hiyo kinga ikiwa chini zaidi aikoifanya kazi vizuri zaidi, saratani aina yoyote inaweza kukua. Kwa hiyo ni kweli na kuna ukweli kwamba uh, msongo wako wa mawazo ukiwa mkubwa sana unaweza ukahatarisha au kuako na nafasi nzuri sana ya wewe kupata saratani. Kwa hiyo jitahidi kadri unavyoweza kujikontrol na kujidhibiti na kujino, you know, kuhakikisha kwamba msongo wako wa mawazo sio wa kiasi hicho. Binadamu wote wanaweza kupata msongo wa mawazo, lakini usiruhusu ikapelekea kwamba shida mpaka afya yako ikatetereka na kinga ikashuka, na kinga ikishuka, magonjwa mengi pamoja na saratani za ikaja au ikaipata. Asante sana kwa ufafanuzi huo. Bila shaka, ma- vitu mbalimbali ikiwemo mazoezi ya kusaidia kupunguza msongo mm -hmm. uh, wa mawazo unaweza akaja kuchangia kwenye kuimarisha afya zetu mazoezi mm -hmm. mm -hmm. marafiki ambao ni wema Uh, pia kushika dini kama ni Muislamu, Mkristo, vyote hivyo vinaweza kusaidia ku ya, uh, kupambana na msongo wa mawazo. Lakini pia kuwa na ile tu uh, tunasema uh, muonekano wa vitu. Kila kitu kinakuja na changamoto chake, lakini wewe unakiangaliaje? Nadhani hiyo ndio inakuwa tofauti kama mtu mtu anapata anapata msongo wa mawazo na mtu ambaye hapati. Unapata changamoto unaionaje? Una tunaita kwa Kiingereza attitude. What's your attitude? Ukiweza kubadilisha hivyo na kufanya mazoezi na kula vizuri, uh, utapata changamoto, lakini haitapelekea wewe kupata msongo wa mawazo ambao unaweza kuleta shida kwenye afya yako mm. Asante yeah, tunashukuru, tutafanya hivyo. Na tukimalizia basi kipindi chetu uh, kuna ile mtu anasema unaweza ukajikinga na saratani. Je, mtu anaweza akajikinga asipate saratani hiyo? Ah, ni kweli kabisa. Naomba nisitizie si hii kabisa, yaani jana tu nilikuwa familia imenifuata ofisini kwangu, walikuwa wamekuja mm. kuongelea kuhusu mdogo wao ambaye anaumwa saratani ya utumbo mkubwa na yuko mm. nje nje ya Tanzania. Nilipoongea nao nikawafuatilia, akaniambia kwamba huyo mama pia na watoto, nikaambia lazima tukubaliane kwamba hii saratani ya utumbo mkubwa inaweza kazuilika. Kwa hiyo saratani ya utumbo mkubwa inaweza kazuilika, nikawakumbusha saratani ya matiti inaweza kazuilika pia Uh, saratani ya shingo kizazi inaweza ikazuilika. Sawa, nimetaja hapo tatu. Lakini mm. nakumbuka mimi zaidi ya asilimia 30 au 30 na tatu zinaweza zikazuilika. Kwa Kiingereza tunasema one out of three a third of all cancers can be prevented. Na mm. nikiongelea tu hizo tatu, saratani ya shingo ya kizazi inaweza kazuilika kwa kufanya kipimo kinaitwa pap smear kila mm. mwaka, inategemea mm. umri wako ni umri gani na nchi za wenzetu wanawake wote wanatumia mpaka email kwa maana njoo fanye pap smear. Sisi inawezekana tujafikia hiyo stage, lakini wenzetu Ulaya huko wanatumia mpaka email kwamba hey, hey Amina, muda wako kufanya pap smear umefika, njoo ufanye pap smear. Ni kweli papi... na kama una daktari wako, kwa mfano kama sisi wanawake, kama una daktari wako, kila mwaka lazima ni moja kati ya vipimo ambavyo anakupima kupima na ukienda ile general check up mara moja kwa mwaka, na hata usipoenda mm -hmm. insurance yako na kukumbusha kwamba muda wako wa kwenda kufanya checkup mbalimbali umefikia. Kwa hiyo hiyo yacha uh, uzazi matiti, zote tunakumbushwa hata na insurance, bima ya afya. Na imefurahi umeongelea hilo kwamba yaani insurance yenyewe ndio nakukumbusha. Kuna watu wengine wao, kuna nchi fulani insurance hazitaki na wala zikumbushi. Daktari pia naye yuko busy sana, hana uwezo huo. Hospitali ndo kabisa <laughs> kwao utakuta ni mtu ni yeye tu na Mungu wake, lakini nchi za wenzetu kuna mifumo ambayo inakuruhusu wewe kupata hata ile reminder kwamba hey, muda umefika njoo ufanye. Kwa shingo ya kizazi sains inasema kabisa na utafiti umeonyesha kwamba inaweza kusaidia. Ah, saratani ya utumbo mkubwa pia kwa kutumia vipimo fulani fulani, lakini kipimo kikubwa kabisa ni colonoscopy. Kimeonyesha dunia nzima kwamba kinaweza kusaidia watu wasife na saratani ya utumbo mkubwa. Inazuilika kabisa. Kwa saratani za matiti au saratani ya, ya titi ambayo inaongoza kwa vifo, inaongoza kwa wingi kwa Tanzania ha, uh, inaweza pia ikazuilika, ukifanya mammography, kipimo ambacho kinaangalia uh, kama mtu ana saratani kwenye matiti kuanzia miaka 30 mtu akanafanya mara moja kwa mwaka, inasaidia, na dunia nzima imeonyesha kwamba hakuna mwanamke anatakiwa afe afe na, na kuongelea kufa, sio tu kuumwa, kufa na saratani ya matiti. Kwa hiyo hizi saratani zote ambazo zimezitaja zinazuilika sawa na hakuna mtu ambaye mwenye uelewa kwanza, na ndio maana mimi na wewe leo tunataka tunapambania hicho watu wapate uelewa hmm. Utakipo na uelewa afu ukalie natokio ukiwa na uelewa ufanyie kazi. Kwa hiyo tunasema kwamba saratani ya matiti, saratani ya utumbo mkubwa, saratani ya shingo ya kizazi vinazuilika. Kwa hiyo mtu yote ambaye anatusikia kwa sasa hivi achukue hatua, umeshafahamishwa leo. Kwa hiyo achukue hatua, fanya vipimo na hutakiwi kupata tatizo la aina yoyote au kufa. Sana sana kufa, kwa sababu mwisho wa siku mimi na wewe leo hapa tunataka tuokoe maisha ya watu. Ni kweli eh, amna mtu ambaye anatakiwa kupoteza maisha kudama, kuhunja, mpani, mpani, mpani, mpani. kwa sababu ya magonjwa ambayo nimeyataja. Kwa hiyo hizo zitu ziko zina ambazo zinazuilika, kwa kufupi tu ziko ambazo zinazuilika, na ukiacha kufanya vipimo kwenda kwa daktari, kuna kufanya mazoezi, kuna kula vizuri, na kule kula vizuri tunaongelea kula chakula ambacho sana, sana sana kina vyakula vya majani plant based Uh, yeah. Nadhani una siku tutaongea tutamwalika hapa mtu wa chakula atueleze vizuri sana, lakini nataka niseme mm -hmm. tu vyakula ambavyo ni vya majani vimeonyesha kwamba vina uwezo mzuri sana kusaidia wewe usipate saratani. Kwa mazoezi, kula vizuri, kupumzika, kuwa na watu ambao ni karibu wanakupenda pia inasaidia, tunaita support support system kwa Kiingereza yeah. Ukiwa haupo na watu ambao wanakupenda utaumwa saratani au na ndio ile inaenda kwenye msongo wa mawazo. Asante sana. Kuna connection hapo, umeona? <laughs> Yeah, kuna connection iko, ndio iko hivi, inawezekana wakati mwingine haiko moja kwa moja, lakini kimoja kinapelekea kitu kingine mm -hmm. Ya, yeah, wakati mwingine tunasema ukiwa na watu unakupenda unakuwa na sababu ya kutaka kuishi. Ukiwa nda, ukiwa na sababu ya kutaka kuishi hata mwili wako unafuata hiyo. Na kwa hiyo kinga inaimarika, kila kitu kinakuwa vizuri. Lakini ukiwa una sababu kila kitu kinashuka. Yaani mwili wenyewe unasikiliza unachokuwaza wewe kwamba ah mimi hamna mtu yeyote huko nje anayenijali. Kwa hata kinga yenyewe ina inapungua, yaani ujijali wewe mwenyewe uli vizuri. Mwisho wa siku hata kinga yenyewe pia inashuka, yaani haiwi kama imali kama inavyotakiwa. Kwa kila mm -hmm. Kitu kina, kinafuata kila ambacho wewe unafikiria kwenye akili yako. Basi magonjwa yanakuwa rahisi wewe kuyapata. Yeah. Mm -hmm. Haya, na uvumi mwingine upi ambao daktari unausikia huko kwenye kliniki na hospitali na vilevile kwa madaktari wenzako uh, kwa masuala ya saratani? uvumi ni kwamba dawa za saratani au mionzi zinakuua, hazikusaidii. Uh, hiyo mimi pia inanipa shida sana. Unakuta mgonjwa kashajulikana ana saratani na kila kitu, kita kumwanzishia tu dawa, nasema hey, nimesikia uko nje hii kitu itaniua Sio kama nitakufa na saratani, lakini tiba ndo mm. na nataka tu leo ni kutumia nafasi. Sidhani kama kuna uh, mtu yuko yuko hospitali anataka atoe kitu ambacho kitakuwa wewe na kati, anajua umekuja pale kutafuta maisha au tafuta uhai, eh, unataka upone uendelee kuendelea kutoa huduma kwa familia yako au kuishi sasa tena ukija ukiwa na hiyo akili kwamba eh, anachokisema daktari au dawa anataka kutoa daktari ndio hiyo ambayo itaenda kuniua tena mimi eh, kwa kweli inatumizaga sisi kama daktari kwamba eh, huyu mtu yuko hapa, lakini anahisi kwa mimi hicho chochote ambacho nataka nimpe kitaenda kumletea shida zaidi kuliko hiyo aliyokuwa nayo yeye, yani amekuja sio la uvimbe nini, lakini hata anachotaka kumpa mimi kimsaidie, anahisi mimi ni kinataka kumletea shida zaidi. Kwa hiyo huu ni uvumi na ni uvumi ambao unaleta na watu wengi kutoka kwa sababu hawajui wa labda au wengi, wengi, na kwa sababu na sababu zao wao wengi zao wenyewe nadhani huko mtaani. Na mara nyingi wakija, tunajaribu kuelimisha kwamba usisikilize sana ambacho umesikia mtaani, kwa sababu wewe ni wewe, na hiyo story unasikia imetokana na mtu mwingine alikuwa anauma kitu kingine tofauti na wewe kwa namna kadhaa. Wakati mwingine watu wanatofautiana ugonjwa, wakati mwingine wanatofautiana stage ya ugonjwa na uumwa wakati mwingine watu wanatofautiana na family support, kwa tofauti. Wakati mwingine wanatofautiana kibiolojia. Mgonjwa ambaye anaitwa vina saba vya Mary, ukimpa dawa hiyo hiyo anaweza asipate matokeo kama ulivyompa Hadija, kwa sababu vina saba vyake tu Mm. Na sasa sasa hivi pia tunachokifanya au kinachoendelea kwenye kliniki zetu ni kwamba wagonjwa wakija, ambao wana uwezo na hospitali na uwezo, tunapimaga hata vinasaba kwa sababu tumeshakuja kugundua kwamba vinasaba pia vinaonyesha sana uwezo wa mtu kukubaliana na ugonjwa fulani au kumudu dawa fulani. Hatutoi tu dawa. Yaani kwa kila mtu zinafanana, hapana. Kila mtu anakuja, unamsikiliza yeye, na ikiwezekana unapima mpaka vinasaba vyake. Vinasaba vyake nakupa taarifa nyingi sana ambazo ni za msingi. Mimi nakumbuka miaka kadhaa iliyopita katika watu ambao tunajua Marekani pia pia sasa hivi ni kiongozi, kuna visemi nyingi. Yeah. Nakumbuka kipindi kile uh, President Joe Biden before, yeah, alikuwa rais, alikuwa vice president. Yeah. Aliongelea kitu kinaitwa uh, moonshot. Moonshot ilikuwa kama vile ni program ya Kimarekani kutafuta tiba au cure ya kansa. Yeah. Na kuna hiyo moonshot Unajua, ukisema mwisho ni kama kwenda mwezini mm, ni kitu fulani kigumu aina fulani, lakini unataka kuweka kila aina ya hela na uwezo, ili uweze kufika huko, kwa sababu inaonekana mpaka sasa hivi kansa kupata tiba yake ni ngumu. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kulinganisha hiyo, lakini katika vitu ambavyo waliongelea kwenye hiyo program ni kwamba, uh, tuwe tuwe precision, tuwe precise kwamba akija Adija usimtibu Adija kama Amina. So, muwe mm. na uhakika thabiti, yani kwamba mnavyomtibu mm. huyu ni hivi. mm -hmm. mm. Kwa hiyo ni muhimu sana tunaifanya sasa hivi. Kwa hiyo kuna kupima vinasaba inatusaidia sana kwamba kila mgonjwa ni mgonjwa, sio usiwajumlishe utu kama wako ni kitu kimoja, wako tofauti. So Adija, Amina, sijui Bitri, sijui sijui nani, wako wote tofauti, wakija wasikilize na ukiweza wapime vinasaba vitakusaidia kujua tiba yao ambayo inawasaidia kiukweli kabisa na kithabiti kabisa ni ipi. Yeah. mm -hmm. Sawa, hiyo ni muhimu sana, na tunafurahi kuona kwamba wataalamu wetu mmeenda mbali zaidi, kwanza kupima hivyo vinasaba tunabidi magonjwa mengine yote, si tu saratani, ataenda hivyo hivyo, labda malaria, mimi yaikubali dawa fulani mwingine na mkubali kwa sababu ya vinasaba, hivyo vyote vinaweza vikasaidia. Ni kweli kabisa, ni kweli basi nikushukuru daktari, mpaka siku nyingine. Asante kwa leo. Asante sana leo. Aa, na sisi tunawashukuru watazamaji wetu kwa kuendelea kuwa nasi na na, tumai leo umepata kuelewa kwa kwamba kuna uvumi na ukweli kuhusiana na magonjwa ya saratani. Na tumeangalia mambo mbalimbali, tumeangalia iwapo saratani inaambukiza au la, tumeambiwa hapana. Tumeangalia kuhusu dawa za asili, kwa mfano dawa za mitishamba, tukaambiwa pia zinasaidia tumeangalia je, uh, saratani ina, ina, inaambukiza? Tumeambiwa hapana, na vitu vingine vingine vingi. Kwa hiyo wakiendelea kutusikiliza wataendelea kuelimika. Mpaka wakati mwingine, basi. Kwa heri kwa sasa, kwa heri, asante, jioni njema.